Nyote mtakubalia nami kwamba kamati za Bunge ni mhimili muhimu sana katika uendeshaji wa shughuli za Bunge. Kupitia kamati hizi, Bunge linaweza kutekeleza kikamilifu wajibu wake kama ilivyoelezwa katika Ibara ya 63 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kwa mujibu wa ibara hiyo, wajibu wa Bunge letu ni kusimamia na kuishauri serikali kuhusu utekelezaji wa bajeti ya muda mrefu na mfupi kutunga sheria zitakazosaidia utekelezaji wa masuala mbalimbali na kuridhia mikataba mbalimbali pamoja na kuuliza masuala yanayowagusa wananchi. Kwa upande mwingine, tume ya utumishi wa bunge kama ilivyofafanuliwa katika kifungu cha 13 cha sheria ya uendeshaji bunge sura 115, The National Assembly Administration Act, na kusimamia utumishi wa bunge ikiwemo kusimamia bajeti na rasilimali za bunge kupitia mfuko wa bunge na kusimamia utumishi wa bunge ikiwemo maslahi ya watumishi wa bunge na wa bunge. Tunavyofahamu kamati ya uongozi inaundwa na, na wenyeviti wa kamati zote serikali na katibu wetu wa bunge ndiye katibu wa kamati hii. Jukumu kubwa la kamati hii kama ilivyofanuliwa na nyongeza ya nane kifungu cha pili mabano mbili cha kanuni ya kudumu kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Ni kujadili na kumshauri spika kuhusu mambo yote yanayohusu uendeshaji bora wa shughuli za bunge na kamati yoyote. Sote tunafahamu kwamba shughuli zote zitakazoshughulikiwa na bunge huridhiwa kwanza na kamati hii. Aidha, serikali ni mdau muhimu kwa anayelilisha bunge, bila serikali hakuna bunge, ndiyo maana naye anakuwa mjumbe wa kamati hii muhimu na kamati nyingine za kudumu za bunge. Ni katika muktadha huu wa majukumu niliyoyaelezea hapo juu ndio mafunzo haya yanapata wa umuhimu wake mkubwa. Kama ambavyo nimeeleza hapo awali, ni imani yangu kuwa mafunzo haya yatakuwa jukwaa muhimu kwenu kubadilishana uzoefu, kujifunza kwa pamoja na kujenga mtazamo wa pamoja kuhusu namna bora ya kuziendesha kamati zetu kwa uweledi, ufanisi na kuwezesha kuwa na bunge la viwango. Sina shaka kwamba bunge hili litakuwa la mfano. Rai yangu kwenu ushiriki kamilifu katika mafunzo haya, kwa kubadilishana uzoefu na, na kutoa michango yenu kwa uwazi, ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya maendeleo katika eneo analolifanyia kazi. Mheshimiwa Spika, napenda sote tufahamu kwamba kiongozi ni mwanafunzi asiyehitimu kujifunza. Kiongozi ni lazima awe na juhudi binafsi na endelevu za kujifunza mambo mapya kila siku, ili kuendana na mabadiliko yanayojitokeza ya mbinu za kuongeza na kukabiliana na changamoto mpya zinazojitokeza mara kwa mara katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ni muhimu kila mmoja wetu akatambua pia, uongozi ni dhamana na dhamana hii inahitaji maarifa, hivyo tusiridhike tu na tuliojifunza jana pekee, bali tuongeze maarifa mapya kwa kila leo.